Rais wa Marekani, Donald Trump amewafutia vibali vya usalama viongozi wakuu wa idara wastaafu nchini humo, hususan ni kutoka Chama cha Demokrat akiwemo Kamala Harris na Hillary Clinton, pamoja na wakosoaji, maofisa wa zamani nchini humo. Trump alisema mwezi Februari kuwa alikuwa anabatilisha ruhusa ya usalama iliyowekwa na mtangulizi wake Rais Joe Biden. Agizo lake lilithibitisha uamuzi huo likiongeza kuwa alikuwa pia anabatilisha, anabatilisha ruhusa za usalama za mtu yeyote mwingine mwenye unasaba na familia ya Biden. Kufutwa kwa vibali hivyo kunamaanisha viongozi waliokumbwa na marufuku hiyo hawana tena kibali cha kupatiwa taarifa mbalimbali za kiusalama na mamlaka nchini humo kama ilivyokuwa inafanyika hapo awali. Namnukuu, Nimeamua kuwa si kwa manufaa ya kitaifa kwa watu wafuatao kupata ufikiaji wa taarifa zetu za siri, ilisomeka nakala ya taarifa hiyo iliyotolewa na Trump. Kwa kawaida sheria za Marekani hutoa mwanya kwa marais wa zamani wa Marekani na maofisa wakuu wa usalama kuendelea kuwa na ruhusa ya kupatiwa taarifa za usalama wa taifa kama heshima ya kiitifaki kwa lengo la kuzitumia ama kushauri inapohitajika. Trump aliagiza viongozi wa idara na mashirika ya serikali kubatilisha ufikiaji wa watu hao kwenye majengo ya serikali ya Marekani yenye ulinzi wa hali ya juu bila uangalizi. Hatua hii inajumuisha, lakini haitapunguzwa kwa, upokeaji wa muhtasari wa siri kama vile muhtasari wa kila siku wa rais na ufikiaji wa taarifa za siri zinazoshikiliwa na, na wanachama wa jumuiya ya kijasusi kwa sababu ya nyadhifa za zamani za watu waliotajwa katika Bunge, agizo hilo lilieleza. Mwisho wa kunukuu. Kwa baadhi ya watu waliotajwa, kupoteza ruhusa za ufikiaji wa nyenzo za siri na maeneo ya usalama kutakuwa na athari zaidi, kwani hawatoweza kupata mwenendo wa aina yoyote wa taarifa hizo. Hata hivyo, mwanasheria na waendesha mashtaka waliotajwa na Trump, hatua hiyo inaweza kuwa kikwazo katika kupata au kukagua taarifa kwa ajili ya kesi zao na wateja wao. Hatua ya Trump inalenga maofisa wakuu wa utawala wa Biden pamoja na wakosoaji mashuhuri wa kisiasa na mawakili waliomshinda au kumpinga mahakamani. Waziri wa mambo ya nje wa Biden, Antony Blinken, mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan na naibu mwanasheria mkuu Lisa Monaco ni miongoni mwa waliotajwa na Trump kuwa hawatoruhusiwa tena kupewa taarifa hizo. Trump pia aliwalenga maofisa wawili wa zamani wa utawala wake wa kwanza Fiona Hill na Alexander Vindman ambao walitoa ushahidi wakati wa kesi yake ya kwanza ya kumwondoa madarakani iliyoanza kusikilizwa 2019. Trump pia alibatilisha ruhusa kwa wakosoaji mashuhuri wa chama cha Republican, wawakilishi wa zamani Liz Cheney na Adam Kinzinger, wote hawataruhusiwa wa kugusa taarifa hizo wao ndio wabunge wawili pekee wa Republican walijiunga peke wa na uchunguzi wa Baraza la Wakilishi la Marekani kuhusu jukumu la Trump katika shambulio la Januari 6, 2021 dhidi ya bunge la Marekani. Wote wawili walipiga kura ya kumwondoa Trump madarakani katika kesi yake ya pili ya kumwondoa madarakani ambayo ilianzishwa na Baraza la Wakilishi linaloongozwa na, na Democrats. Baada ya ghasia hizo, Trump aliachiliwa huru na seneti kwa shtaka la uchochezi la shambulio lililotokea Januari 6 mwaka huo. Trump pia amewalenga wapinzani wake wakuu wa kisheria katika uamuzi wake wa hivi karibuni kuhusu ufikiaji huo wa taarifa za usalama. Agizo lake limebatilisha ruhusa ya usalama wa mwanasheria mkuu wa New York Letitia James, aliyefungua kesi kadhaa dhidi ya trump na biashara zake nchini humo. Katika kesi ya udanganyifu wa kiraia iliyomalizika mwaka 2024 jaji alimkuta trump na hatia ya kumtoza faini ya mamia ya mamilioni ya dola. Trump anakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mwanasheria wa Manhattan, Alvin Bragg, ambaye alimshtaki kwa kushinda kesi na kushinda kesi ya jinai ya malipo na kunyamazisha mtu dhidi ya Trump mwaka jana, pia amepoteza ruhusa yake ya kupata taarifa hizo za usalama. Malengo ya Trump ya kisheria amezidi waendesha mashtaka waliochaguliwa, na ameondoa ruhusa ya usalama kwa Norm Eisen ambaye ni wakili anayeongoza kesi kadhaa dhidi ya juhudi za utawala za Trump za kupunguza idadi ya wafanyakazi wa shirikisho. Mbali na huyo Andrew Wiseman, mwendesha mashtaka wa zamani wa shirikisho aliyejiunga na uchunguzi wa Trump wakati wa muhula wake wa kwanza na baadaye kutoa amri kuhusu kesi ya malipo ya kunyamazisha mtu, pia amepoteza ruhusa hiyo. Ripoti za awali za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa utawala huo ulikuwa umebatilisha ruhusa kwa usalama wa wakili mkuu na walalamishi wa serikali mjini Washington, Mark Zaid. Agizo la Ijumaa lilimtaja miongoni mwa watu waliopoteza ufikiaji wa taarifa hizo. Hata hivyo, zaidi aliiambia BBC kuwa licha ya kuambiwa mara tatu kuwa ruhusa yake ya imebatilishwa bado hajapokea kitu chochote rasmi kikionyesha kuwa amezuiwa kufikia taarifa hizo. Alidai kuwa kupoteza ruhusa yake ya usalama kungeathiri wafanyakazi wa serikali ya shirikisho, ikiwa ni pamoja na wafuasi wa Trump wanaoitegemea shughuli kushughulikia kesi ambazo mawakili wachache wengine wanaweza kuzisimamia. Baadhi ya watu waliotajwa na Trump walipuuzia agizo lake kwenye mitandao ya kijamii na nukuu, sijali kelele zozote anazofanya Donald Trump kuhusu ruhusa ya usalama ambayo haijawa hai kwa miaka mitano, aliandika Vindman kwenye mtandao wake wa X. Eisen naye aliandika kuwa ek kulengwa na agizo la Trump kuna kunainifanya nifungue kesi zaidi za kisheria Mwisho wa kunukuu. Trump hapo awali alikuwa amebatilisha ruhusa za kiusalama za maofisa zaidi ya hamsini wa zamani wa ujasusi aliyowatuhumu kwa kuingilia uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ishirini kwa niaba ya rais Joe Biden. Hakutoa ushahidi wowote kuthibitisha madai hayo. Mwezi Februari mwaka huu, Trump alitangaza kuwa anabatilisha ufikiriaji wa taarifa za kiusalama kwa rais Joe Biden kwa madai kuwa rais huyo hakuwa na uwezo wa kiafya wa kuweza kupewa taarifa hizo za kijasusi. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Trump alisema namnukuu, Biden aliweka utangulizi huu mwaka elfu mbili na ishirini na moja aliponiagiza jumuiya ya ujasusi kumzuia rais wa arobaini na tano wa Marekani, yaani yeye, kupata maelezo ya kuhusu usalama wa taifa, huduma iliyotolewa na marais wa zamani, mwisho wa kunukuu. Mwaka 2021 Biden akiwa rais wakati huo alimzuia mpinzani wake wa uchaguzi Trump kupata muhtasari wa kijasusi akitaja kuwa tabia yake haitabiriki. Ripoti maalum ya mwaka 2024 ya Idara ya Haki iligundua kuwa Biden alikuwa amehifadhi vibaya nyaraka za siri kutoka enzi zake kama makamu wa rais. Ripoti hiyo ilibainisha kuwa pia Biden alishirikiana na wachunguzi wa shirikisho kurudisha nyaraka zilizogunduliwa mwaka 2023. Mwendesha mashtaka maalum wa Idara ya Haki Jack Smith alimshtaki Trump kwa madai ya kushughulikia vibaya ya nyaraka za siri baada ya muda mula wake wa kwanza na kuzuia urejeshaji wake kwa serikali. Trump alikana mashtaka hayo na jaji wa shirikisho la Florida alitupilia mbali kesi hiyo mnamo Julai 2024 na Smith alifuta rasmi kesi hiyo mwezi Desemba baada ya Trump kushinda uchaguzi wa marudio. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusiana na utawala wa Donald Trump. Jina langu ni Mgongo Kaitira.